Kwa majina naitwa Festo Makale, nimetokea kijiji cha Fadhili Bucha. Nimefika katika maonyesho haya, kuna huduma ambayo nimebahatika kuliona katika kutembea tembea kwangu kwa mabanda. huduma iliyoipata, nimetembea katika banda la Aga Khan Hospital. kwa kweli nimefanikisha kuweza kupata huduma nzuri ya magonjwa kwanza nashukuru Mungu, ni bure Majina yangu naitwa Unisi Nyemi, mkaaji e, wa bukoli e, nime, nimekuja hapa kwenye mabanda haya ya maonesho. Muendelee kutuletea mabanda kama haya, ingilikuwa hospitali tungilikuwa tumeambiwa pesa, lakini bule. Kwa majina naitwa Sara Daudi Manamba, nimekuja kwenye banda la, la Aga Khan hapa huduma zao kwa kweli ni nzuri e. Pia wanatoa ushauri vizuri, kwa hiyo wanamhamasisha hata mtu mwingine ili kuja kupima, wako vizuri e. unaambiaje wananchi wenzako sasa? wakaribia kwenye banda la la Aga Khan, wako vizuri sana kwa huduma ya afya, mama wangu, kwa sababu kwanza umle umeenda, na pia kwa jinsi tuvokua tunasikia kule, jamani, huduma yao ni nzuri, hawana foleni nyingi, kwa hiyo nikaona ni mbebe mama tuje tupate huduma hii. Naitwa Selina Felisiani, nilikuwa tu na matatizo hapa, nikua nimekuja, wamenielezea nitakuwa nifanye nini. Nimeipenda, ni wakalimu, nawashukuru. Vipimo vingine, kwa mfano presha, kwa wenzetu pale nje ni daktari ambao wapo. Sasa mimi hapa nadili na masuala ya presha, of course, mwitikio ni mkubwa wananchi, kwa sababu elimu naona kidogo ipo, au tunapata watu wanapima HIV kwa wingi kidogo jamii elimu ipo, pamoja na tezi dume. Angalia mazingira yetu, watu wanapenda sana kula nyama. Tunapima urefu, lakini pia tunatoa huduma ya ushauri wa kidaktari. Kwa hapa wakazi wa Geita, sana sana tunawakutana na wagonjwa ambao ni watu wazima ambao wana changamoto hizi za magonjwa ya muda mrefu, e, magonjwa yasiyoambukiza, mfano magonjwa ya changamoto za presha, kisukari, e, pia lakini tunakutana na wanawake ambao wana changamoto ya magonjwa ya kike yes mbalimbali. E, lakini pia tunakutana na wagonjwa ambao wana matatizo ya ngozi e, lakini pia tunakutana na, na wagonjwa ambao wana changamoto mbalimbali, mfano watoto pia nao wana changamoto za, za kiafya. E, especially wale ambao wamezaliwa wakiwa na changamoto za za edha kichwani hawajakaa vizuri. Kwa hiyo, lakini tuna coordinate kukutana yes, na wagonjwa kama hao eh, lakini pia kuna wagonjwa ambao wana changamoto za migongo na viungo yes mbalimbali mbali.